Uwezo. Sema uwezo. Mara nyingi unasikia mtu anasema ningekuwa na uwezo ningejenga. Anasema hivyo, lakini adui anachofanya anaondoa uwezo ndani ya watu ili hao watu wasifikie ndoto zao, na ndio Sara akakaa karibu miaka tisini hana uwezo wa kubeba mimba, wa kuwa na mimba mpaka walipopika chakula malaika akaenda wakala. Biblia inasema ndipo Mungu akamwambia Ibrahimu utakuwa na mtoto mwakani. Ibrahimu mwenyewe akacheka akasema, mimi mzee kuwa na mtoto? Baadaye Sara naye akacheka moyoni, mimi katika desturi ya wanawake nimekoma, inawezekanaje? Malaika akamwambia, hakuna hakuna nini? hakuna nini? Hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Je, kuna neno gumu la kumshinda Mungu? Je, kuna neno gumu? Maana yake ni nini? Ni tasa, lakini alipoonekana yeye ufahamu wake na akili yake amekuwa mfu, amekuwa hawezi, matumaini ya kubwana mtoto imeondoka. Mungu malaika akamwambia, je kuna neno asiloliweza Mungu? Kuna neno gomo asiloliweza Mungu? kama hauna kazi na swali kwako. Je, kuna jambo ambalo Mungu aliwezi? Kama hauna mtoto, kuna jambo ambalo Mungu aliwezi? Hauna nyumba, kuna jambo ambalo Mungu awezi? Malaika akasema kisilowezekana kwa wanadamu kwa Mungu inawezekana. Alizungumza na aliyekata tamaa, alizungumza na aliyefika mwisho wa akili zake, kwamba yawezekanaje mkongwe akawa na mtoto wezekanaje nikapana ugonjwa huu? Ikiwa nimekata tamaa, ikiwa sina mahali pa kwenda, nina habari njema. Kabla hatujaingi njema hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Wamekuambia mwaka huu hautajenga na kweli haujajenga, lakini mwaka huu Mungu atakupa uwezo biashara atakopa uwezo ndani yako, sema uwezo. Ndio Mungu anamwambia Gideoni kwenye Waamuzi sita kumi na nne, anamwambia kwa uwezo wako huo. Kuna uwezo unao ndani yako, anaambiwa enenda kwa uwezo huo. Yeye yeah, anasema kwetu ni maskini yeye yeah, anasema mimi ni mdogo, lakini Mungu anamwambia, je, si mimi ninayekuamuru? Je, mimi si mimi ninayekuambia nenda kwa uwezo wako huo ukawaokoa Israeli na mikono ya Midiani? Nataka nikuambia hivi e, enenda kwa uwezo wako huo, kama una afya, kama una pumze, kama una macho mawili na mikono, enenda kwa uwezo wako huo biashara, kameleke, kalime, kachimbe madini, enenda kwa uwezo wako huo. Mungu anakuambia enenda kwa uwezo e, wako huo. Usijiambia mimi ni maskini, usijiambia uh -uh. mimi ni mdogo, usijiambia uh -uh. mimi sina kazi uh -uh, wewe nenda na uwezo huo ulionao, nenda na huo uwezo ulionao, nenda na huo mtaji ulio nao Nenda na nenda, uwezo huo wa elimu yako ulio nao, nenda na uwezo wawa, nenda, una uwezo na kiwa, wa akili nenda na uwezo wako huo ukafanikiwe, ukafanikiwe, ukafanikiwe, ukafanikiwe, nenda kwa uwezo wako huo. Ndio Mungu anamwambia, enenda kwa uwezo wako huo ukawaokoe Waisraeli uwezo unawekewa kwa ajili ya jambo fulani. Sasa akawekewa uwezo Gideoni wa kuwakomboa au kuwatoa wana wa Israeli kwenye mikono ya Midiani. Lakini mbele kabisa, mstari wa 25 Gideoni anajenga madabao na mstari unaofuata wa